Hujambo, jina langu ni Scolar Kisanga. Leo tunazungumzia kuhusu mwanamke shupavu, mwenye mvuto wa kipekee kwenye ulimwengu wa habari, burudani na mitandao ya kijamii. Si mwingine ni Scolar Alpha Kisanga, anayefahamika pia kama Mami. Scolar Kisanga ni mtangazaji mashuhuri kutoka Tanzania anayejulikana zaidi kwa kazi zake katika BBC Swahili kupitia kipindi cha Dira ya Dunia. Kabla ya kujiunga na BBC aliwahi kufanya kazi kama mtangazaji katika East Africa Radio, kituo kilichompa umaarufu mkubwa Afrika ya Mashariki. Zaidi ya kuwa sauti maarufu kwenye redio na televisheni, Skola pia ni MC wa kitaaluma, akihost hafla za kibinafsi na za kibiashara kwa umahiri mkubwa. Ufanisi wake umemletea heshima kubwa ikiwemo tuzo ya Best MC of the Year mwaka 2024. Mwaka 2025 katika tuzo za Afrigo Awards. Lakini mbali na kazi za utangazaji, Scolar ni mtu mwenye shauku kubwa ya afya na mazoezi, akijitambulisha kama social runner na fitness addict, akihamasisha jamii kuishi maisha yenye afya kupitia mbio, mazoezi na mitindo ya maisha chanya. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Scolar Kisanga na TikTok, amejijengea umaarufu mkubwa akiwa na zaidi ya wafuasi laki mbili huko Anashiriki furaha, kazi, mafunzo ya maisha na maombi akisisitiza ujumbe wake wa kila siku ambao ni Mungu mbele. Kutoka redioni hadi kwenye mazoezi, kutoka kamera hadi kwenye jukwaa, Scolar Kisanga anaendelea kuwa mfano wa mwanamke mwenye bidii, kujiamini na aliyejitoa kuinua wengine kupitia maneno, tabasamu na kazi zake. Huyo ndiye Scolar Kisanga. Sauti ya ujasiri, moyo wa matumaini na uso wa mafanikio ya wanawake wa Kiafrika. Na hii ni Kaka Ken 254 ya Dira ya Dunia, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na kushukuru kwa kunitazama kwa juma zima. Hamida Abubakari amesababisha yote yaliokuwa nakuja katika kioo chako cha televisheni. mimi ni Scolar Kisanga na kukumbusha tu, samaki alifunga mdomo ni ngumu sana kunaswa na ndoano ya mvuvi. Alamsika. Usidharau miguu ya kuku imebeba mboga. Mimi ni Scolar Kisanga. Ulale unono.